Okay, nikijaribu kukusikiza. Uh, bwana uh, Wamalwa David, eh? Wewe unataka yeah, urudiane na Elizabeth kama mke wako, ama unataka kushughulikia mtoto? Kwa sababu kama unataka kushughulia mtoto, is easy simple, anza kutuma pesa immediately, si mambo ya kuongea okay. Eh, kama unataka kushughulikia okay. mtoto anza ingia kwa mpesa straight. Eh? Nilikuwa nataka, nilikuwa nataka aje. Aje. Mm. Nilikuwa, nilikuwa nataka nishughulikie mtoto akukua na mama yake azimtukee pamoja, ju alikuwa ameniambia niende nitembee kwao Disemba okay. E, eliza elia, yes. Ungependa kumjibu uh, wamalwa sasa hivi ama kupatie muda ufikirie? ilikuwa anipatie mda akupatie mda. We bwana Wamalwa, mi nafikiri kwamba apatia Elizabeth time kidogo, akae chini angazie okay, hayo mambo yote ambayo malilio yako mambo ya kushughulikia mtoto nayo, immediately hata baada hapa, tafadhali angalia vile unashughulikia mtoto, lakini mahusiano yeah, nyenye nye kurudiana, hiyo nafikiri kwamba inahitaji yeye yeah, uh, ye mwenyewe akae chini afikirie, kwa sababu sasa hivi umesikia amekwambia kuna mtu eh, bwana Judy, tulikuwa tumeongea na yeye mm, tulikuwa tumeongea na yeye tulikuwa tumekubaliana mm Alikuwa ameniambia ni nitembee kwao after nimeenda kutembea kwao ndio mm. tuone kama tutarudi tukae pamoja Okay, hiyo pia ni sawa. Kwa hivyo mimi naona mm. baada hapa muuzungumze mm -hmm. hata zaidi. Lakini atuweze yeah. mwarakisha kumwambia aseme yeah. hivi ama akubali hivi kabla ya kukaa yeah. chini yeah. mm. Evo, na kuweza kuangazia mambo yote. Yeah. Mhm. Kwa hivyo mimi nakubaliana na Elizabeth. Elizabeth eh? Yes. Wewe kaa chini ufikiria hii maneno vizuri, hata kama unahitaji ushauri kutoka kwa wazazi ama watu wa karibu mm. kwako, alafu baada ya pale yeah. ndio uweze kufanya uamuzi hiyo, itakuwa sawa ya, ni sawa kabisa. Haya, Bwana David maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Elizabeth tukimalizia patanisho ya, mimi nani Eliza? Yes. Hello? Mi ningependa kukuambia hivi, mi ningependa kukwambia hivi mbele ya Wakenya, najua nilikukosea na yeah, bado uko na hiyo machungu, lakini nilikuwa naomba kama unaweza unaweza kaa hiyo muda yenye unasema, nikupatie ukae chini ufikirie venye tutarudiana tuta, venye tutalea huyo mtoto wetu, and then yeah, tuendelee na maisha yetu, batikaa ukujua mi bado nakupenda wewe ni mtu, nimetoka na wewe mbali, mi bado nakupenda, na mimi niko tayari kukaa na mtoto wangu pamoja na wewe. Ni hayo tu. Okay haya, okay. okay. Elizabeth, maneno ya mwisho ambao ungependa kuambia, uh, David Wamalwa? okay. <coughs>